Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa na malalamiko makubwa sana hapa nchini kwa wananchi wetu wanaoenda kupata matibabu katika hospitali na zahanati zetu. Wakati mwingine hata zile hospitali za rufaa, wakifika wanaambiwa kutoa fedha za kumuona daktari. Maeneo mengine wanatozwa elfu tano, elfu kumi mpaka elfu thelathini, ili hali madaktari hawa wanaoajiriwa na serikali wanalipwa mshahara na serikali lakini pia Daktari Samia Suluhu Hassan wengine amewapandisha mpaka madaraja vizuri kabisa wanayipa na stahiki zao wanalipwa vizuri, na bado kuna maeneo mengine unakuta hali ya mifumo, mvua imenyesha, bado wengine hakuna umeme, maeneo mengine umeme umekatika, sola, labda hali ya hewa ni mbaya, wanafika wagonjwa wanaambiwa mifumo imegoma mpaka hali ya mfumo utakapokaa vizuri, unakuta watoto wadogo watoto, watoto, watoto, wanahangaika, wamechemka, kina mama wanateseka. Sasa nataka nijue Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini kauli ya serikali juu ya swala hili Mheshimiwa Waziri Mkuu? Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Emmanuel Cherehani kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria ya bima ya afya kwa wote utaratibu tuliojiwekea kama taifa kwenye masuala ya afya ni kuchangiana kwenye vitita mbalimbali mbali ambavyo vinatolewa kama ambavyo vimeainishwa katika bima mbalimbali mbali. Kwa wale ambao wanakuwa nje ya utaratibu wa bima ya afya kwa wote, ndio ambao huwa wanakutana na changamoto ya kutakiwa kuchangia pale wanapofika katika hospitali zetu. Mheshimiwa Spika, niweke wazi kwamba hawa niliowataja wanaotakiwa kuchangia ni nje ya wale ambao wamesamehewa kisheria, wakiwemo watoto wa chini ya miaka mitano, akina mama wajawazito, wazee, pamoja na wale ambao wana magonjwa ya mlipuko. Nitoe tu maelekezo kwa Wizara ya Afya kuzingatia viwango vile ambavyo vimeainishwa na serikali kwa mjibu wa sheria zetu ambazo kwa mujibu wa kanuni zetu ambazo e, zinalinda e, viwango hivyo, ili Watanzania waweze kupata matibabu na waweze kumudu matibabu. Hata hivyo kama mtakavyokumbuka, e, waheshimiwa wa Tanzania, Mheshimiwa e, Waziri wa Afya alielezea hivi karibuni kusudio la serikali kutunga sheria itakayolinda hivi viwango ili kuepukana na eh, kila halmashauri ama kila mkoa kuwa na viwango vyake. Nielekeze Wizara ya Afya kuharakisha utaratibu huo ili sheria iweze kutungwa ili kuweza kuwa na viwango ambavyo vinaeleweka na viko sambamba katika maeneo yote kuepukana na kila zahanati ama kila kituo cha afya ama kila hospitali kuwa na viwango vyake, na pengine maeneo mengine viwango kuwa vikubwa zaidi, vinavyosababisha watanzania washindwe kumudu e, matibabu kwa uharaka. Kwa lile la mifumo e, kama ni masuala ya uzembe, uzembe tutayafuatilia kwa ukaribu, ili pasiwepo na visingizio ambavyo vinasababisha watanzania wachelewe kupata matibabu kwa sababu ambazo e, zinaweza kuzuilika. Na kwa yale ambayo e, ni genuine ya kimfumo naelekeza taasisi zinazohusika kufanyia kazi ili pasiwe na malalamiko haya mara kwa mara, kwa sababu masuala ya matibabu hayapaswi kusubiri.